Watu wenye silaha walionekana wakishambulia gari la kusafirisha fedha kwa kutumia vilipuzi vidogo kwenye barabara kuu ya kusini mwa Italia, katika tukio lililotokea jana Jumatatu, Februari 9 mwaka 2026, na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia, lakini bila majeruhi kuripotiwa. Kwa mujibu wa taarifa za polisi wa Italia, Tukio hilo lilitokea kwenye barabara kuu inayounganisha miji muhimu katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, ambapo gari la kusafirisha fedha lilikuwa likisafirisha kiasi kikubwa cha pesa kuelekea taasisi za kifedha. Wakati likiwa safarini, gari hilo lilivamiwa ghafla na kundi la watu wenye silaha, ambao walitumia vilipuzi vidogo kujaribu kulizuia na kulipora mashambulizi hayo yanaonekana kwenye video mbalimbali zilizosambaa kwenye mitandao, zikionyesha washambuliaji wakitumia vilipuzi kuharibu sehemu ya barabara na kujaribu kulazimisha gari hilo kusimama. Hata hivyo, madereva wa gari hilo waliweza kuchukua hatua za usalama kwa haraka, huku vikosi vya usalama vikifika eneo la tukio kwa muda mfupi baada ya tukio hilo kutokea. Polisi wamesema hakuna majeruhi waliothibitishwa katika tukio hilo na hakuna taarifa za mara moja kuhusu kiasi cha fedha kilichoibiwa au kama kuna wahalifu walifanikiwa kupata chochote. Uchunguzi umeanzishwa na mamlaka za usalama zimeanzisha msako mkali kuwatafuta washambuliaji ambao walitoroka baada ya tukio hilo. Tukio hili limeibua maswali kuhusu usalama wa usafirishaji wa fedha nchini Italia hasa katika maeneo ya kusini ambapo uhalifu wa kutumia silaha na wizi wa kimkakati umekuwa ukiripotiwa mara kwa mara. Serikali ya Italia imeeleza kuwa itaimarisha ulinzi kwenye magari ya kusafirisha fedha na kuongeza doria za polisi kwenye barabara kuu ili kuzuia mashambulizi kama haya kujitokeza katika siku zijazo. Wataalamu wa usalama wanasema matumizi ya vilipuzi, hata vidogo, vinaashiria kiwango cha juu cha kupanga na hatari kubwa kwa raia, na wameitaka serikali kuimarisha teknolojia za ulinzi pamoja na mafunzo kwa wafanyakazi wa kampuni za kusafirisha fedha. Uchunguzi unaendelea huku mamlaka zikiahidi kutoa taarifa zaidi kadri zinavyopatikana.